Habari yako? Nzuri. Mm -hmm. Kuna shida? Mhm. Kubwa sana. Mbona shida gani? Kuashwa. Kuashwa wapi mwili? Inamaanisha oflet ulikuwa na mtu mwenye ulala naye maybe, mm -mm. Imekuja tu, lakini hakuna mtu. Unajua kama ni hivyo yafaa mtibiwa wawili. Oh, hapana. Oh, labda ni mambo na urinals na urinals na nini? Mm. Okay, ni sawasawa sawa. Sawa, kuna dawa yenye nitakuandikia. Mm. Na uhakikishe umeimaliza yote. By the way, hata kunakuwa na sindano unaweza dungwa ili ikuwe sawa. Unaweza taka sindano ama? E, sindano iko sawa. Sindano. Mm. Sasa hii sindano iko tut, tutupa utakuja siku tatu. Mm, sawa. Okay, sasa unadungwa saizi ya kwanza. Sawa. Sawa, sawa. Tutaenda hivi. Oh. Asante. So, daktari. Yes. Ah, uweke siri, please. Ah, siri ni kitu cha lazima. Siri kwa daktari hiyo ndio kitu ndo kitu cha lazima. Hmm. Daktari wote waweke siri ya wagonjwa. Yeah, bila nyinyi sisi hatuwezi kuwa na kazi, kwa hivyo mambo na siri usikuwe na wasiwasi kabisa. Ya. Sawa, mm. mm. Hey, mam, leo umepika nini? Ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Leo bado. Leo niko njaa sana. Najua hizi kazi zetu pia we, mm. tulikuwa tunasoma tukifikiria kazi labda itakuwa rahisi A, kazi ni rahisi. Kazi ni ngumu. Daktari. Sasa eh hey, kwanza leo <laughs> Eh hey, hey, wasichana siku hizi mm. wasichana was karibu watano wanakuja, sio sijui huku chini sijui kuna shida gani. Alafu hata huyu mwenye anatokanga tu hapa amekuja leo gani? Hey, okay, eh uh, wewe um, msichana anatokanga hapa kwa karguki. Kai. Mm. msichana wa Mama Nyabura hey, anakuja huku chini wewe, umeharibika. We, umeharibika. Mm. sasa Eh umeharibika ni kama hey, alichelewa mm. medicine kesho.

Ah, mama wachama anajua, alikuwa amesema, huyu uzuri wake anatuletea stories zote, huyu huyu huyu huyo mkwe kini naye. Eh, msiende huko. Haina shida. Wewe fanya aje? Acha tuongea baadaye. Si sawa. Akija daktari naye kuletea hapa pa mdomo msheme. Unajua, like unajua.